Election day kwa mtaa ni kama World Cup final. Wasee wanaamka mapema sana hata jogoo anateta, he, nanifanyia nini kazi yangu? Wasee amkemi, leo ndio siku ya kuamua nani atakula nyama na nani atakula stori. Free ride hadi polling station, lakini kauna fair ni kuimba jina ya mheshi wangu. Hii kura lazima ipige mabadiliko. Mheshi akishinda, mimi nataka kila kijiko nyumbani iwe chuma cha pua. Mi nataka tu pension ipandishwe, nimechoka kula uji bila sukari. Tunapiga kura, alafu after hii lazima wifi ikuwe free kwa mtaa. Si tunataka netflix na chill bila stress? Mi nataka tumhesha toe barabara flat, hii vumbi inanifanya nikakue brown daily. We, hii line ni refu kuliko deni ya chama cha kina mama. Mimi nataka kura ipige chap chap, nyenya zangu zinaoza kwa kibanda. Yo wasee, niko hapa polling station, niko line na shosh na guka. Stay tuned for the result. Alafu nikimaliza kura nita drop lance challenge. Eh, mnanishtua saa hii tena. Ninakiri hii ni line ya pesa za kashata. Weka roho safi, usilale, kura ndiyo future ya wajukuu wetu hii line ni ndefu kuliko ndoa ya politician. Wacha tuone kama kura yangu itapita ama ni sinema. Inside polling station, people casting vote one by one. Officials want to check vitambulisho kama FBI. Eh, hii karatasi ni kubwa kuliko mtihani ya KCSE. Nani ataona kura yangu? laughing face with tears of joy. Mungu bariki hii kura, nishime nyama wiki hii. Na mimi nimeweka x pale, na kama muhesha kinisahau Mtamkumbusha na honk. Wasee wanapiga kura na hopes kubwa, wengine wakiwaza jobs, wengine wifi, wengine nyama ya bure, lakini reality <laughs> mtaijua baadaye. Watu wanatoka polling station wakipiga picha, wengine wakiweka kidole cha ink kwa insta na caption, nilifanya kazi yangu. Sasa tusubiri kuona nani atakula. Tumevote, tumevote. Wali wao. Tumevote. Nyama ibaki supu. Tumevote. Tumevote, tumevote. Wanjinga ndio wali, ndi wali, wali wao. Sasa tusubiri nyama, nyama ibaki supu.